Sasa mda brother, unajua mimi ndugu yako baba zangu. Mimi kama ndugu yako wa faida. Unajua hata kama mimi sikufahamu baba zangu, alinikuona baba zangu na kuomba kunisaidia kitu hiko kimoja. Unajua eh? Moyo wangu. Ale mtu afanyeje nini? Ni njaa. Baba zangu unaanza keshelele wengi. Kwa nini waelewe? Sina hata hela, hata shilingi 10 sina

Basi baridi, mimi mimi ndo nakusika wewe, mwanangu baridi, mwanangu kwenda huko kwenda, nenda basi nikakupiga kule.